Sana kwenye mkutano mawaziri wa madini wa bara Afrika kwa lengo la kujadiliana na kupeana mikakati mbalimbali ya kiuchumi na hasa katika ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuendeleza sekta ya madini. Eneo mojawapo ambayo limechukua sehemu kubwa ya mjadala wetu ni katika eneo la madini ya mkakati na namna ambavyo nchi zetu zimejipanga kuongeza thamani madini haya katika nchi zetu, hivyo kama inavyofahamika ya kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo imejaliwa zikizungukwa na madini mengi ya kimkakati. Kama serikali sasa, a mkakati kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani madini haya ndani ya nchi kupitia sheria na kanuni ambazo tumezitunga, waio kubwa ni kuona nchi yetu nanufaika. Hivyo siku ya leo nilipata nafasi ya, ku, ya kutoa uzoefu wa nchini Tanzania namna ambavyo sekta ya madini na sekta ya kishati zinavyoshirikiana alaoakisha kwamba sekta hii inakua na kuweza kufikisha matarajio ya watanzania wengi hasa katika uongezaji thamani madini yetu. Ni ukweli usiopindika kwamba, ili ufanye uongezaji thamani, moja kati ya nguzo kubwa muhimu uwepo wa nishati ambayo inaweza wa kusaidia kuharakisha shughuli hizi za uchakataji. Kwa nishati ni nguzo muhimu sana katika kukuza sekta ya madini, na hasa eneo la uongezaji thamani ya madini. Tumezungumza na kuonyesha kwamba katika serikali yetu ya Tanzania hupo ushirikiano mkubwa kati ya wizara ya nishati na wizara madini ya madini kuhakikisha ya kwamba kupitia mradi mkubwa tulio nao wa mwalimu Julius Nyerere ambao nauweza kuzalisha megawati elfu mbili na mia moja. Maeneo mengi ya sekta madini pia yanaguswa kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa sekta hii, lakini pia TANESCO wanao mkakati wao wa kuendelea kupanua dhidi yake kuhakikisha katika maeneo ambayo kuna wachimbaji wa madini ili kuchochea pia jambo kubwa la uchakataji wa madini, lakini pia tunao mradi wa chini ya area ambao nafanya pamoja kwa kuhakikisha kwamba sehemu ambapo madini haya yanachimbwa basi kuwepo na mkakati wa kupeleka pia nishati ya umeme. Hivyo kuondoka wote na kauli moja kwamba ni muda muafaka sasa kwa nchi zetu za Afrika kuweza kunufaika na, kwa kwa maalumu, na mani, madini ambayo Mwenyezi Mungu amepigania na njia ya kwanza kunufaika ni lazima kuhakikisha tunakuwa na mkakati maalum wa kuongeza thamani madini ndani ya nchi, na hii isifanywe kwa nchi moja, ifanywe kwa nchi zote ili basi